Mambo vipi, mpenzi mtazamaji wa Zantime Media? Zantime Media ni channel yako ambayo ni full package channel all inclusive, ambayo inakupa kila ambacho unakihitaji katika ulimwengu wa media, upande wa sanaa, siasa, burudani pamoja na michezo. Hapa ndipo nyumbani kwao. Apart from that, tunakuwa na vipindi tofauti tofauti vya mahojiano ambao tunakutana na watu tofauti ambao tunazungumza kuhusiana na harakati zao za kimaisha, fani zao pamoja na harakati za kimichezo pia. Na leo katika studio za Zantime Media tumetembelewa na somo yake Rais wa Ufaransa. Tukiwa tuna tunasogea sogea kidogo katika eneo hili la utalii. Uh, kila nchi iko na utamaduni wake, bila shaka na kila mwananchi anaishi kwa utamaduni wake. Ndio, ndio, wewe ukiwa kama kijana Mtanzania, kijana Mzanzibari, huisi kuchagua kwako findi ya utalii inakwenda kuathiri kalcha yako kiukweli kabisa kipindi, cha nyuma tunayasikia ya ambayo alikuwa anazungumzwa na vizazi ambayo vimepita katika sekta ya utalii, kwamba utalii ni kitu kimoja ambacho kinapelekea mmomonyoko wa maadili, hususan katika jamii ambazo zinatuzunguka lakini kutokana na jitihada kubwa sana ambayo inafanywa na serikali zote mbili ikiwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kushirikiana na wanajamii kuweza kutoa elimu elekezi kuhusiana umuhimu wa hii sekta ya utalii bila ya kuweza kuporomosha haya maadili, basi tumefikia katika hatua kubwa sana na binafsi nahisi kwamba sekta ya utalii ni sekta nzuri sana kwa vizazi na sekta ambayo haina athari kwa upande huo wa hizo negative perception za watu ambazo wanaweza kufikiria kwamba utalii ni sehemu moja hapo ya kuweza kupotea kimaadili, ila ukihitaji kupotea kimaadili unaweza kupotea hata kama haupo ndani ya sekta ya utalii. Kwa kweli nahisi muda wetu unatembea kwa kasi kuliko ambavyo no? Uh, tulitarajia bila shaka, uh, tumalizie malizie kwenye hii utalii alafu tupate huko tu, tutoke Kuchagua kwako jina la Rais Macron, unahisi lina impact, linakusaidia kwa namna gani katika kupata taifu? Uh, jina la Macron lina impact na ukizungumzia masala mazima ya impact, basi imegawika katika sehemu mbili. Kuna zile impact tunasema positive, bali pia kuna negative mm. Sasa tukianza na kwa upande wa hizi negative ni zile impact ama ni changamoto ambazo ni mbaya kwa upande wangu, kama mdau ambaye najitangaza katika masuala ya utalii, kwa maana ya kwamba Macron ni mwanasiasa na kuna baadhi ya watu ambao wanamu appreciate kwa kitu ambacho anakifanya, ila kuna baadhi ya Wafaransa wa wenyewe hawampendi rais wao. Jambo ambalo linapelekea sasa mgeni akishakusikia kwamba mimi natambulikana kwa jina la rais wake ambaye yeye hampendi, basi inakuwa ni changamoto kwa upande wangu kuweza kufanya kazi na yule mgeni. Lakini tukigeuka sasa kwenye upande wa matunda ya kuweza kutumia jina hili, ni matunda makubwa sana, kwa sababu pia anaweza ku tambulika kama ni guide official kwa sababu nimebeba jina kubwa sana. lakini sambamba na hayo pia kuna umati mkubwa sana ambao upo nyuma ya rais wa Ufaransa, ambao unamsapoti na hata hao wanaweza kunisapoti mimi kwa namna moja na namna nyingine katika harakati zangu za utalii. Turudi katika upande wa taaluma sasa, turudi pale katika masomo uh, unagawanya vipi muda wa kufanya kazi kama tour guide na muda wa kushughulika na na masomo unapokuwa chuoni? Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali lako uzuri, ambalo swali hili linaenda kuonesha mwanga kwa wale wanafunzi ambao wananisikiliza. Kama tunavyofahamu kwamba kipindi hichi ni kipindi ambacho wanafunzi tayari wamekamilisha maombi yao kuweza kujiunga na vyuo mbalimbali kwa wale wote ambao wanaenda kujiunga na masala haya ya utalii basi watakuwa wanategesha sikio katika masala ya kunisikiliza kwa umakini, nini ambacho nakizungumza. Ni vigumu, ni vigumu kwa kweli kuweza kugawanya muda kutoka katika kazi, lakini pia kugawanya muda katika masala ya masomo, kwa sababu unakuta katika wiki siku zote tano una vipindi kwao, utawezaje kugawanya Unaangalia labda leo mimi niko na kipindi asubuhi, basi sitoweza kuchukua tuo ya asubuhi, itanibidi kwamba nichukue tuo ya jioni. Ikiwa una kipindi jioni, basi itakubidi uwe na tuo ya asubuhi, ili kusudi vitu vyote hivi viwili ni muhimu na viweze kwenda sambamba kwa wakati mmoja. Na jambo la kushangaza zaidi kwamba mimi ni kijana ambaye najishughulisha na masala ya utalii, lakini pia nasoma kwa wakati mmoja lakini ndio mwanafunzi bora wa utalii mwaka 2024 ndani za, sana. Sana. Aa, Macron, ya chuo kikuu cha Zanzibar. Susa, kwanza hongera sana. Ashukuru sana. Japo una jina la Kifaransa, lakini bado ni Mswahili. Bila shaka Waswahili wana msemo wao, wanasema mwangaza mbili moja humponyoka. Nadhani kitu kama hicho ndio kwako wewe unavyoutazama msemo huu wa hekima za wazee za wahenga, lakini ambacho wewe unakipitia unahisi kina impact kwako wewe? Kwa upande wangu, utalii ni jambo ambalo lina faida kubwa sana, na siamini kwamba itatokea siku basi hili jambo litaweza kuniponyoka kwa sababu nimelidhibiti kisawasawa na pia nimeweza kuzishikilia hizi mbili, kwa sababu ni mbili ambazo ni muhimu kwa upande wangu. Katika chuo kikuu cha taifa Suza nadhani pale kuna serikali ya wanafunzi ya wanachuo, tunasema eh, nadhani ni Suza. So e, bila shaka tumeona vijana wengi wameingia katika harakati ya siasa za chuo. Kwa upande wako wewe, je, upo katika siasa za chuo kikuu? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwa upande wangu mimi bado sijapata fursa ya kuweza kuteuliwa na serikali ambayo inaongozwa na dada yetu ambaye ni rais wa serikali ya wanafunzi dada ya Asia, lakini mimi nimepata nafasi ya kipekee kutokana kwamba pale chuoni tunaye mwakilishi wa chuo chetu ambaye yeye ana nyazifa ya kuwa ni waziri wa utalii na utamaduni ndani ya chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar Suza kwa nafasi yake ameweza kuniteua mimi kuwa ni katibu wa mheshimiwa waziri wa utalii na utamaduni, sambamba na hayo ni msemaji wa waziri wa utalii na utamaduni wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar Suza. Kwa hiyo sipo katika ile tunasema safu ya siasa ya vyuo na vyuo vikuu, bali nipo katika ile safu ya siasa ya chuo cha utalii Maruhubi. Suala hili la la mwelekeo wa siasa na safari ya siasa katika vyuo vikuu tutalitengea muda wake, kwa sababu muda wetu upo very limited kiasi ambacho, uh, na natamani kumwomba mwongozaji wetu atuongezee muda zaidi. Uh, wewe unasoma uongozi uh, na usimamizi wa, wa utalii pamoja na masoko. Hebu turudi huko kwenye masoko ha. Ukiwa sasa unafanya kazi kama freelance, pia unafanya na kazi za masoko, na je kama unafanya una mudu vipi kugawanya muda wako katika maeneo wa matatu uh, swali zuri ndugu mtangazaji kwa maana ya kwamba tukizungumzia masoko basi tunaenda moja kwa moja kuizungumzia sekta ya utalii kama tunavyofahamu kwamba sekta ya utalii ni sekta mtambuka, kwa maana kwamba ina idara nyingi sana ndani ya sekta hiyo moja. Sasa masoko ya utalii ni namna gani unaweza kufanya zile promotion na kuweza kupata wageni, lakini pia ni namna gani unaweza kupromote kazi ya mtu binafsi, ili kusudi uweze kujipatia faida. Kwa hiyo hili jambo la masoko linaenda sambamba na haya masala yangu ya freelance, as a freelance guide, lakini pia linaenda sambamba na haya masala yangu ya kiakademic, kwa sababu nasoma ili kusudi niweze kupata uwezo wa kusimamia hayo masoko, na baada ya kuweza kupata uwezo wa kusimamia masoko, ndipo hapo sasa ninakuwa nina uwezo mkubwa wa kucreate hizo content na kuweza kufanya kazi zangu kwa ufanisi. Kwa ufanisi. Kwa hiyo haya mambo matatu yote yanaenda sambamba kwa wakati mmoja. Kwa hivyo ikitokea kuna mtu anataka kufanyiwa promotion ya package zake au kampuni yake kwa ujumla, maana yake kwamba sasa upo tayari kuchukua hiyo contract? Bila shaka, bila shaka, kwa maana ni asilimia mia moja. Nipo tayari kusign contract ya muda mfupi ama muda mrefu, kuweza kuhakikisha namna gani naweza kufanya ile promotion, kwa sababu mimi ni mtaalam sana katika haya masala ya content, na kama tunavyofahamu, ili utalii uweze kukua, basi lazima uwe na watu maalum ambao wanachukua jukumu la kuweza kutangaza. Kwa uchache kabisa, hobi yako ni ipi? Au wewe ni, ni mtu wa kazi muda wote kazi. Kwa kweli sichagui kazi, lakini kuhusiana na masala mazima ya hobi ama kitu ambacho nakifikiria, ipo siku Mungu akiweza kubariki, basi ni kuweza ku kuwa na biashara yangu binafsi ambayo itakuwa ni kubwa sana ndani ya visiwa vya Zanzibar, lakini pia nje ya visiwa vya Zanzibar. Sambamba na hayo, pia natamani siku moja niweze kuonekana na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar lakini pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iweze kuappreciate hiki kitu ambacho nafanya, kwa sababu pia niko na malengo ya kuweza kuhakikisha natangaza nchi yangu, na tunaamini kwamba wata watakuona ambao wanahusika, na kwa kupitia interview hii tunaamini kwamba kilio chako pia kitasikika kita, uh, kwa kumalizia Uh, unafanya kazi ya utalii, kuna kipato unakipata, vipi unarejesha kwa jamii iliyokuzunguka? Asante sana ndugu mtangazaji, tunaambiwa kwamba unapopata kidogo hakikisha unakigawanya, ili kusudi maganyo yale yaweze kuwa sadaka na kuweza kupata kikubwa kesho. Binafsi naweza kusaidia, naweza kusaidia si tu nyumbani bali pia naweza kusaidia hata ile jamii ambayo imenizunguka ikizingatiwa kwamba tuna wazazi walezi, ndugu jamaa na marafiki, na hata wale ambao hawapo karibu yetu, basi watakapokuja katika taasisi ya kwangu ama watakaponifuata mimi binafsi, naweza kuwasaidia kwa kuwashauri moja na jengine, kimawazo lakini pia kifikra na kifedha, kwa maana kwamba kuna vijana wingi sana najivunia kwamba tayari wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanatafuta elimu, na mimi nikiwa kama ni sapota wao namba moja kuweza kuwalipia katika yale maeneo ambayo wanaenda kutafuta elimu, hususan hizi short courses za haya masala ya utalii. Uh, hongera sana. Shukuru sana. Kwa haraka haraka tulitaarifiwa pia kabla ya kuanza interview yetu kwamba pia ni msimamizi wa timu ya mpira, hebu tumia muda mchache kuligusa ile eneo pia. Asante uh, sana ndugu mtangazaji. Tunapozungumzia msimamizi wa masuala ya mpira, kama tunavyofahamu kwamba utalii ni michezo. Kwa hiyo mimi nikiwa kama ni mdau wa utalii, basi pia nimejikita kikamilifu katika masuala ya michezo, lakini nipo na timu ya mpira miguu ambayo wakati nilipokuwa mdogo, nami pia niliweza kucheza katika timu ile ambayo inafahamika kwa jina la Mwera Boys ambapo makao makuu yao ni Mwera Regeza Mwendo. Kwa hiyo mimi binafsi yangu ni msemaji mkuu wa timu ya vijana ya Mwera Boys ambao nawasimamia kwa nafasi yangu ili kusudi kuona kwamba vijana wale hawapotei. Uh, vizuri uh, tumeona waliokutangulieni wengi walisimama katika mstari sahihi na wapo ambao walipoteza utamaduni wao lakini tukikuangalia tunakuona bado ni kijana smart, ambaye bado hujatoka katika maadili na utamaduni wako. Unawashauri nini vijana ambao sasa nao wanachipukia na wanakuondeni, wana nini sasa, kama kaka na wao wanataka kufuata nyayo zenu? Tumerisishwa, tumerisishwa tuarisishe. Hii ni kauli mbiu ambayo nitaendelea kuishi nayo, lakini na wewe kijana ambaye unanisikiliza, basi unapaswa uweze kuishi ndani na maono ya kauli hii kwa maana kwamba kitu ambacho vijana wengi kwa sasa wanakipoteza ni kuiga. Wanaiga sana tamaduni za nje, jambo ambalo linapelekea kuacha tamaduni za za kwetu, na hiki ni kitu ambacho kibaya sana, kwa sababu kuna ambavyo sisi tumeweza kurisishwa na wazazi ambao wamepita, lakini tunapaswa tuvilinde hivi vitu kuweza kuharisisha wajao. Kwa hiyo binafsi yangu nashauri vijana wote ambao wanaingia ndani ya sekta ya utalii kuweza kusimama imara kuhakikisha kwamba tuna, tuna enzi lakini pia tunaweza kulinda yale yote ambayo mazuri yamefanywa na vizazi ambavyo vimepita ili kusudi vizazi ambavyo vinakuja viweze kufaidika na haya masuala ya urithi. Uh, vizuri sasa ikiwa mtu anataka kufanya kazi na wewe, ameona kazi yako, ameona interview zako, ameona promotion zako, akasema sasa, mimi nahisi Macron ndio mtu sahihi wa kufanya naye kazi, anakufikiaje? Asante sana ndugu mtangazaji. Uh, Salum Macron ni kijana ambaye anajihusisha na mitandao ya kijamii tofauti tofauti hususan ni mtandao wa Instagram, lakini sambamba na hayo pia naweza kutumia mtandao wa TikTok kwa ufasaha zaidi. Kwa hiyo unapohitaji huduma na mimi, unaweza kunipata katika akaunti zangu za TikTok pamoja na Instagram. Tukianzia na kaunti ya TikTok, nafahamika kwa jina la Salum underscore Macron, Salum underscore Macron. Unaweza kunipata kikamilifu katika akaunti ya TikTok, lakini pia katika upande wa Instagram unaweza kunipata kwa jina la la kampuni yangu binafsi ambayo ni Cosmotropical Tours and Safari. Instagram unaweza kunipata kwa Cosmotropical Tours and Safari, lakini pia natumia namba za simu hususan mtandao wa WhatsApp kwa namba sifuri saba saba mbili arobaini na mbili hamsini na tatu tatu mbili sifuri saba saba mbili arobaini na mbili hamsini na tatu mbili. Naamini kwa namba hizi ataweza kunipata kikamilifu. Aa, mimi ni kushukuru sana kwa kututembelea na kwa kweli hatujatosheka, tumechimba madini mengi, lakini inaonekana bado mgodi unaendelea kutema. Kwa hiyo tutakualika tena na mara nyingine kwa ajili ya kupata nafasi ya kuzungumza mengine mengi ambayo leo hii hatukupata fursa ya kuyazungumza. Mtazamaji, um, wa Zantime Media hadi hapa tunafikia mwisho wa programu yetu ya leo ya ya mahojiano na Bwana Salum Macron katika studio za Zantime Media. Kufikia mwisho wa kipindi cha leo ndio maandalizi ya kipindi ambacho kinafuata. Usiache kutunga fono wa kusubscribe, kulike na kushare, nondosha komenti yako, tuambie katika kipindi kinachokuja, nini ungependa kikufikie kutoka kwetu. Bye.